Nasema, swali langu mimi lilikuwa ni kuhusiana na swala la mapato na matumizi. Kwa mfano, kama matumizi kwa sasa hivi yanazidi kipato kulingana na maisha jinsi yalivyobadilika, sasa tunatakiwa tu balance vipi? Yaani, tutumie njia ipi ambayo itasaidia kubalance mapato na matumizi ambayo yanapishana? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Hii aya ina falsafa ya hali ya juu katika mambo ya kuchuma na kutumia. Liunfiq dhu saati min saatihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakadiria watu riziki zao, so, sawa eh, watu watumie kulingana na vipato vyao. Ndio falsafa ya aya hii, kwamba watu waishi kulingana na vipato vyao, usishi maisha ya wengine. Wazungu wanasema don't live the life of Genesis, and eh, sawa so, yani usishi maisha ya baharesa usiishi maisha ya ya munif family sawa. Ishi maisha yako, usiishi maisha ya jirani. Ishi maisha yako kulingana na kipato chako. Na ukiangalia ile falsafa ya kula na matumizi katika Uislamu kwamba hatuli sisi mpaka tuwe na njaa. Kuna watu wanakula mlo mmoja tu, wako duniani wanakula mlo mmoja, wale Nation of Islam kule America kule, sawa, wale wafuasi wao wanakula mlo mmoja tu. Sasa tuishi kulingana na vipato vyetu, na nilichozungumza hapa, ukiangalia zile kanuni zile za uwekezaji, anza kuwekeza kidogo kidogo. Mwislamu anatakikana awe na source of revenue. Source of revenue na maokoto maokoto, zaidi ya tatu, zaidi unayo ajira lakini unayo kazi nyingine na kuingizia nini kipato, unayo shughuli ingine na kuingizia kipato. Kila siku ufanye jitihada ya kuongeza maeneo ya kukongezea vipato. Maulama wetu wanatuambia katika sifa za muislamu ni anyakuna qadiran ala alkasbi al, awe ni mwenye uwezo wa kuchuma entrepreneurship mind. Ule uwezo ule wa ujasiria mali, nguvu za ujasiria mali, nguvu za kibiashara, elimu ya biashara na anajiongezea huyu kila siku. Tuwafundishe watoto wetu maswala ya biashara, masuala ya fedha kuanzia udogoni. Financial literacy inaanzia udogoni, sio mtu kisha retire amepata milioni zake 200 watu wanaanza kumdanganya bwana. Maisha yake yote haje kufanya biashara. Maisha yake yote haje kushika pesa kubwa. Sio hivyo? Wanamuongopea majirani, anaingia anapoteza akiba yake ya miaka 30, miaka 40. Huyu tunasema ni jahil murakkab. Sawa shehe, unakujibu kifalsafa zaidi. Sitaki kwenda into details, lakini nimekujibu. Sawa, yunfiq fi sa'at min sa'at. Kamata kanuni hiyo. Sawa, watu waishi kulingana na vipato vyao. Kipato chako laki moja, ishi maisha ya laki moja. Kipato chako shilingi 30, ishi maisha ya shilingi 30.